Bina, vipi kaka? Bola ko bwana? Oriye bwana. Bola ko bwana ndi ndi mdamu kabisa. Oli mdamu. Eh, nyasae eh, akulinde. <laughs> <laughs> Karibu sana. Asante sana. Eh, naitwa Sulwe. Of course nimejua Sulwe maze, Sulwe bana, ni sasa hii sasa obukusu kabisa. Tuko nyumbani. Uko nyumbani. Tuko ingo. Eh. Mana angabali. Eh. Uh -huh. Ogadi top. Ogaubina. <laughs>

Na asante. Ki. Karibu, karibu sana. Okay. Nimekutafuta sana. Uh -huh. Final Finally umepatikana. Finally niko nyumbani baba. Ile, time yenyewe nilikuwa naenda homecoming ya DMFB. Yeah. Uh Nikajaribu -huh. uh -huh. watu wakasema leto bina, leto uh -huh. bina. Uh, kwe, apu, apu, mm -hmm. yeah. bina. Haikuwezekana. Hapo ulikuwa busy. Mm Yes. Pole lakini. Eh, karibu sana. Okay. Sulwe na maanisha nyota. Bro, hata tunasema hivyo na Kijaluo. Same thing. Ah, sulwe kwa Kijaluo ni nyota. Hey, na so. Sasa leo tuko na nyota. <laughs> na tuko ndani ya nyota, na sisi ni manyota, yaani tuko ndani ya sta, tuko na masta na sisi ni masta, ushaelewa? uh -huh. <laughs> nishakwelewa. nishakuelewa ushaelewa kaka? <laughs> Nishakuelewa. Okay, Obinna, eh, kuna kuna ngoma ambayo umefanya na Steve K. Steve, yes, yes. Steve K ni kijana wa nyumbani kabisa. Mtu wangu sana. Mm uh -huh. A very good guy. Yes, a very good. Eh, kitu gani nilifanya by the way kaseto kwa, kwa Steve? We met ukifanya omcaming ana Facebook. mm -hmm. na I called him. mm -hmm. so unajua nilikuwa nimeuliza watu wangu wa huko Kitale. Mziki gani wakilua kidogo, wakaniambia tafuta Steve K. namia nitafute huyo alimba vida e, alirichi mm -hmm. so nilipata list kadhaa. mm -hmm. Nikaricha akakabwa, akaperform vizuri. mm -hmm. so soika na, na Steve K. nikarealize is a very chill guy mm -hmm.

Akasema ati hiyo ni kulala nja, alafu wanyola ikapatikana. mm -hmm. Wanyola ikapatikana, kuna, kuna mtu before ni kuuliza mbao tu, kuna watu walikuwa wanauliza yeah. maybe Obinna ameanza uh, initiative ya kufanya na uh, wasanii local like kwa sasa wanasema umeanzia western, kuna vyenye utenda kule, kanyo, tenda, uh, kule ah, central wenye uh, coast sijui niiva ama ni sijaanza nimekuwa nilet... mm -hmm. nikifanya hivyo kutoka kitambo nimekuwa nifanya hivyo, hata kuna ngoma nimefanya na DJ DJ Queen. DJ Queen is Masai amazing. yes. uh -huh. Inaitwa Nchereni my side <laughs> Everybody know know it's a vibe looking for more -no. yeah! for more more no no begging now you know. Yeah so we did a Masai song with uh, DJ Queen. Yes I've done some songs with uh MC Migi, uh -huh. MC Migi champion. Wewe ni Mkisii. Uh -huh. Yeye yeah, kuna ngoma fulani nawaaknao na una... nimefanya ngoma na Mkamba pia. Yes. Eh, nishafanya na Mkao fulani. Uh -huh. Kuna ngoma nawaakia <coughs> na Msapere fulani. Uh -huh. Wako kadha. So me I've always collaborated with a couple of people. Uh -huh. Ni venye sasa hii ndio sasa inaonekana sana. Hii ndio inaonekana sana. Eh, unaona hii ni kama like one of the ways ya kuwa support pia kwa kuwaweka kwa limelight. Yeah. But And... now you know people, someone like Steve K, simweki uh -huh. kwa limelight.

So, kuna mm -hmm, wale tunasalia unaweka kwa limelight, kuna mm -hmm, wale nao mnawekana kwenye limelight. Yes. Kwa, kwa, kwa limelight. Wanyola, sing about. So nikamwambia nataka tukue na kitu yenye watu wanajibu mm -hmm. So, <laughs> na na na na na na uh -huh. So we didn't know what. Why did this come up? Yes. Where I come from, tuna tunaboda na Wanyore. Wajan. Hapo Maseno, Luanda, uh -huh. Depo, eh, Butere, tuko yo boda. Uh -huh. So kuna hiki tunaitanga lipala. Lipala. Oneja lipala. Lip lipala? Lipala, sisi kama kudansi. Uh -huh. No, ni kama isikuti. Na... Oh, yeah, yeah, yeah. Uh -huh, uh -huh. So kuna hile wakona piga hapo area za kwetu. Wana tukienda... Uh -huh. Tukienda drama festival, yes. Tukwana piga kama cheering squad. Uh -huh. So kuna hiyo chuma hiyo. So nilikuwa uh -huh. na hizo kilu ya Kinyore. Uh -huh. So nilikuwa na hiyo vibe mamlaka vole, so I do a song where nasema kitu halafu <coughs> watu wanajibu. Uh -huh. So when I came up with the tune, kuka kidogo si yako tu Wanyola umusecha umusecha. So sasa, mbona tukakamp tukakamp, ikafika oh mwana eh, Wanyola ae Wanyola umusecha. And then, uh, the magic was made. Yes. Mani, na nilikwambia maana ya Wanyola. Eh, yes, amepata amepata umsecha amepata umsecha ni mimi sasa eh uh -huh. e sasa mimi uh -huh. e sister yake uh -huh. um, sasa amepata mzee sister yake sasa ambaye ni jaki ndio hiyo sasa amepata mzee wa poma mzee wa poma e uh -huh. alafu pia mimi naambia wajaluo jo uh -huh. kisumu hayudo abebo uh -huh. alafu anasema ah eh hayudo abebo so this song we are doing a song for a wedding yes rora sio mm hiyo -hmm. kwa kwa kile rorashio inaitwaje kijaluo right. ni nyombo nyombo buhwe mm -hmm. nyombo msichana mm -hmm. Ms. anatoka pale kwa gate na wazee wanakuja, watu kwa butiko na basi iko na vibe, mnasikia haya, iko mbaya sana. watu wanasema, cheza ngoma hiyo. Obinna hapo daily hapo tu. Hii Asante sana watu wametusupport by the kwanza, Waluya na Waluya ni watu wangu sana. Sasa umefika hapa, sasa wanakusikiza. you know I'm half Luya au my dad's mom is from a place called Kisa my Kisa. dad's mom was called Selfa Alukwe <coughs> Alukwe from Kisa mm -hmm. uh, so my dad is half Luya half Luo mm -hmm. my dad's father now was Luo sopia mimi byapo sopia mimi kodaka kuotaka kauluyani <laughs> Sababu bwana kukula bro <laughs> appetite <laughs> Ah, unajua uh, unajua eh, tangu kitambo Waluhya na wajako wamekuwa mashindani hata Gor ikicheza ni FC mashindani. Nami sasa, wewe umeamua tu kuifanya, sasa ikweli kabisa. Mama, I'm gonna love you mama cause nimekupe nanimekupa ni mekupe nanimekupa na na wazazi bye bye bye bye. Mandugu, bye bye. Mandugu, bye bye. Yes, aye. Ilikuwa chukua siku ngapi, by the way kufanya ni kuandika ngoma? Eh, wof, kufanya ngoma sobu ngoma iko. Tuliandika usiku moja tu. Hiyo siku tulenda studio Asa production ndo ilichukua while, mm -hmm. Because beat ya kwanza tukuwa tumefurahia sana, tukaleta hoja mm -hmm. kutoka Bungoma, akapiga, bado hatukuwa tumefurahia sana, tukaenda kwa Domi, tukaanza sasa kuipiga tena fresh, mm -hmm. alafu Domi akasema, ah, vocals kuna venye bado haziko clear, so we have to re-record the whole thing mm -hmm. Domi, ai bana, uko sure? Yeah, mm -hmm. so we recorded the whole thing again from Domi, but tukashare record mm -hmm. so ni okay, kuimba tu tena mm -hmm tunapiga nayo wale wenye okay tu tu gas kidogo watatokelezea. Tusi asi kidogo, nitakuwa nafungulia Obinna. Nimekuona, nimekufuatilia sana nikikuwa shule pale. Unataka uh, kusema mimi ni mzee ata mambo yako. Mimi ni Gen Z, mimi ni kijana mdogo mimi <laughs> ndo niko 22. Mi unajua ni sura ndio imekula chumvi. Mimi sino nanga hivi. Na kuzaisha. Ipo 22. <tus> Ati ukikua shule ulikuwa niona. Wewe unasemaje wewe? Mimi hata sijamaliza shule. Bado niko high school. <laughs> Unajua naripia market. Eh? Hey. Ah, kwa nuko soko. Eh, hey. Soko ni mbaya. Soko <laughs> ni mbaya bwana. Lakini si chafu? <laughs> Pia ni chafu lakini kuna pande zimeoshwa. <laughs> Kitu gani kimebadilika especially upande wa content creation? Yeah. Uh, ukiangalia uh, umekuwa uh, umegrow umetoka from, uh, from yes, from yes, grass yes. Mpaka venye uh, paka, uh ni kitu gani na no by the way imebadilika kwa game wa tangu zile miaka ulikuwa kuna nyuma uki struggle mpaka yeah. Sasa no right now mm uh, ku kupatiana <coughs> yes. content ni rahisi mm -hmm so unapata tuko watu wengi sana. So, unajua kitambo, uh -huh. E, nilikuwa nikilimia watu nikiuza nyasi nikifanya uh -huh. mjengo. Eh, nilikuwa nalimia watu, unasikia redio, so nilikuwa napata msanii akitoa ngoma uh -huh. ana kamiezi sita bifua tu ngoma nyingine ukimsikia kwa redio, nimesikia Nameless, nimesikia Jua Kali, nani and the likes. Siku hizi ngoma inatolewa kila siku, unaamka asubuhi, Obinna ametoa yake saa saba, Steve Kebe ametoa yake saa nane, Vida Rilicha ametoa yake nini, alafu imewekwa TikTok, imeenda kesho ametoa nyingine. Yani right now the market is a bit saturated yes, so it means it is more competitive. Sasa watu sasa wanasukumana sasa, nika nika kwa kwa space ndogo, alafu tuko wengi sasa, tena shida hiyo tena. Kuna wale mastaa wenye mtambe kwa kitu, last week ime trend leo Afilia ni star sasa, ana ile discipline that watu wamekuwa nao, wale watu wamekuwa kwa game for long, kama mimi nimefanya comedy na muziki for like 13 years, so nimekuwa patient for a long time, na isipofanya kazi nafanya nyingine tena. Sasa unapata msame ametoa kitu leo, imehit hit ametrend TikTok, ametrend Facebook, Instagram, amekuwa superstar. Kesho ashikiki mm, alafu after one month, ah, haiwezi kufanya hivyo tena. Alafu, anakuwa disappointed, anapata ameingia depression because alikuwa anafikiria it comes easy now, that is a change that has happened there but tena pia uzuri wake pia ni kupata level playing field. Yes, wewe unatoa yako unaweka, mimi natoa yangu naweka, mtu mwingine anatoa yake anaweka, wacha mafanzo achague chenye wanapenda. Kitambo unajua kulikuwa na gatekeepers, mm hawezi -hmm. gate keep TikTok bro, Wezi. Yeah, kitambo unapotaka kukuja hapa sulwe uh -huh. ati mimi nimekuja nikaingia hapa na kalondo yefu uh -huh. by the time nikupate nipange na wewe utakuwa zile za ah sasa mimi nimeshinda sana, bembelezana tu saa zote because <laughs> anataka nikuje sasa uh -huh. na kupigia simu uh -huh. na ushiki simu uh -huh. MC Kasib <laughs> kabisa Kasib, interview interview. Siku hizi watu wanataka kubebeleza story ya interview, mtu ana post TikTok, anaenda tiktok live, unasikia tap tap, the screen tap tap, tuma like, tuma ng'ombe, mtu anashaka kwa superstar. So it has also levelized the, it has leveled the playing field, there's no more gatekeeper. Si venye kulikuwa kitambo, kitambo kuna watu fulani, kama huko unatembea nao bro, aunga hit kwa industry, aunga hit, julikana hata kupata tuma show nini. Sasa hivi mtu anatumia dm kwa Instagram, kwa Facebook, Obinna niko na ruhusa, nataka mc direct. Kitambo lazima tafute

kwatakupati mtu mwingine mzuri, mm. Alafu wachukua Steve K. So kitambo ulikuwa nao goalkeeper, siku hizi hawezi. Siku hizi kazi yake yenyewe ina ina, ina user kuna yes. hao watu wenye ufanya kitu ama kuna msanii anaweza ingia ajulikani, aingie studio afanye ngoma ili trend kila mahali, yes. TikTok, watu wapi tena kuja aishe una uh, sa advise aje mtu kama wewe, for example. Sasa kuna mtu a come up na kitu kama ngoma hit, yeah, anaweza fanya aje ndo wasimsahau? Kuna wengi tumeona wakikuja wameenda tu, don't ato. Stop. uh -huh. Endelea tukufanya unajua consistency eh. <laughs> <coughs> Nimekwambia, ukigive up mapema unajua, Wakenya ni wale wale yes. Leo wako, ah, Obinna bwana amenifurahisha sana kesho, ah, wewe Obinna kwende na huko zina kwanga hivyo, halafu kesho kuna MC Kasib sasa, kesho ah, Kasib ndio sasa kusema mm <coughs> Kenyans wako hivyo, hata ukienda kununua vitu na badala, leo unanoi mkate, kesho ni mkate nyingine hivyo yep. Hivyo so wewe usichoke, because now remember why you started, sababu watu wengine wana give up kwa sababu walianza, okay, anza kwenda kuwa star na hujakuwa star uta give up, ukitaka, unataka kutengeneza pesa na hujatengeneza pesa uta give up, lakini ukianza na kwa kujibamba yes. Unafurahia ukitoa ngoma kwa eh ee, hii ni nzuri nini mm -hmm. Bro utawahi choka. mm -hmm. So don't lose the focus of the purpose mm -hmm. What was the purpose of you starting mm -hmm. Alafu endelea naye. mm -hmm. yeah. Eh, kuna kwa, kuna, kuna muda Obina ashawai like taka ku give up na na na na na, like content creation muziki mara nyingi eh eh ni ni gani unaweza kumbuka ama what happened ama uli support ndio maybe ulikuwa No, sapo tu pia, unajua sometimes kama mimi nimefanya mziki for long. <coughs> Lakini sana sana watu wananitambua sana kwa ucheshi. Yeah, Comedy Comedy. mm -hmm. So watu ngeleko wanabia, hapa nawe baki tu kwa comedy. Tunakupenda <coughs> kama comedian <coughs> And mi kwangu niko like, mi nyaza kama musician. Comedy yes. Mi nilipata kwa club, kwa mm bar, nikipiga jokes mm -hmm. Wakafurahia, wakanipatia radio, kazi, nikafanya, nikaendelea. Obinna, akakuja akakuwa star <coughs> Lakini mi napenda mziki. Yes. So ni mziki alafu wa Kenya wengi hawako wamezoea mtu anaweza kuwa diverse. <coughs> Kitambo watu wamezoea kama ni radio announcer, baki radio announcer, kama ni mjengo, fanya mjengo. Lakini mimi nasema mimi nitachapa hii mjengo na bado nitapiga hapo tongo, nalimia watu na bado naenda pale hivyo, na nifanye ABC na ni offload, na nifanye hivyo. So hiyo support haikuwa sana, una feel ah, Do I need to continue with this? Lakini nakumbuka kwa nini nilianza. Alafu mimi kazi ninayofanya mimi naifurahia. Mi this all I've always wanted to do, radio, TV. Hakuna jambo lingine nimeitamani kufanya maishani sana. Unajua ni wenye kini kwa nasa ni kwa

<laughs> daktari <laughs> yeah, Unakuwa daktari wa giza <laughs> <laughs> kuna, kuna wazazi ambao wanasikia saa hii yeah. wako na watoto ambao wako na talent na kuna mzazi mwingine amekazia mtoto akamwambia usanii usanii una shida usanii una nini Obinna ongelesha huyo mzazi kila kazi kuna shida zake <laughs> wewe ni daktari unasikia so, madaktari wetu hawalipi vizuri wanateswa ma walimu wetu pia yes. wako na shida zao kama baba wangu walikuwa anataka sana nikuwe pasta <laughs> na nikuwe mwalimu hey, okay, yeah. Mimi hapo analiwambia we ni mwalimu uh -huh. na unafanya pasta part time hapo ndo venye unasonga naye, unaona, kwa sababu hapo <laughs> pasta <padatari>. ndogo <part> <laughs> <Dobu>, eh <laughs> <laughs> alafu baadaye uh -huh. talent yangu ndio imenifikisha penye niko sahi sahi, nime employ about 34 people uh -huh. actually 38 sahi za wengine wanne, alafu about 38 uh -huh. employees wenye wanategemea kila mwezi wanangoja mshahara wao oh. uh -huh. na hiyo ni kwa sababu ya talanta na kila ambacho nakifanya hapa. Yes. Usikazie mtoto kwasabu, fili, kukuwa, sisi, Sikilip, kwa sababu labda utakuwa unafikiria atakuja kukua sijui sub chief. Si kila <laughs> mtu atakuwa sub chief.

usifikirie unataka kufanya komedi, unataka kuwa kama Obinna kama Steve K, kama whoever, alafu unafikiria itafanyika leo na ipite kama unajua. Unataka kuingia content creation na usanii, uimbaji, uigizaji, ku dance, kufanya nini, usichoke hifanye, ingawaje look for a side hustle to get the money kama ni kazi unauza kwa duka unafanya nini? Fanya hiyo kazi yako usiwache, mpaka usanii shike ndio utawacha. Lakini sasa tunawacha kazi, unaacha kusoma atenda kufanya, by the way. Usikuje ukuwe msanii na ukuwe msanii mjinga, maliza masomo. Mimi nakutana na wasanii wengine, unasikia, hata kama ni comedy, msanii mpinga jokes zingine kuza, come on. Hata wasanii wanaandika muziki, msanii anaandika muziki kwa like, come on, nataka this. andika mistari kama zile za Trio Mio. Shasikia Trio Mio? uh -huh. Trio Mio wa kirap unasikia, kwa like eh, uh, huko kuna kitu Khaligraph hey. Jones akirap, Octopizzo akirap kuna kitu wakina Skam Kadinali. mm -hmm. kuna akili fulani lazima ikuwe pale, ujuzi knowledge. mm -hmm. So soma maliza masomo yako yeah. tafuta side hustle yako ya kusurvive. mm -hmm. alafu fanya usanii kama part time, lakini ipatie mm -hmm. eh, eh, attention mm -hmm. ya main mm -hmm. Usipatie usani attention ya side hustle, <coughs> lakini ifanye kama side hustle, but ipatie attention ya main hustle mm <coughs> -hmm. Alafu kuwa patient <coughs> it can take 2 years it can take 20 years <coughs> but in between enjoy the journey <coughs> make to show una enjoy usani, yes. Kama ni mziki inakufurahisha sana, <coughs> ipige, usichoke nayo <coughs> and then mambo ya Mungu, weka Mungu mbele bro. <coughs> Ukiweka Mungu mbele you never know mm. Alafu wacha kusikiza chenye watu wanasema Hawezi. Oh, ni au ni binadamu tu. Bro, Mungu ndiye amejua. Na kama umeafikiria kitu kwa akili yako, mm -hmm. Mungu ndiye amefanya ukaifikiria. Mm -hmm. Binadamu atakuangalia akakwambia, "Ah, mimi kuna watu wengi sana waliniambia hauwezi." Mhm. Mm eh, uh, ubinawezi, au uh, ubinawezi ile. Sasa nimefika hapa na bado wengine bado wananiambia bado siwezi penya nimefika. You know currently, eh, mm -hmm. Kampuni yangu ndio number 1 <coughs> kwenye digital platform. Yeah, Obinna yeah. TV Studios. Mm -hmm. We are leading. Yes. We have the highest number of views mm -hmm. and subscribers and clients as well, mm -hmm. na guests na ile mavideo tumefanya nyingi sana, lakini bado mtu anaambia, ah, Obinna bado, ah, Obinna hawezi. Obinna hata kurudi ushago? Eh bro, utangoja saa hii? Nairobi ndio ushago wetu mm -hmm. kwa hii game eh. madem ni wachache, sijui ni mimi peke yangu ndo wanaona hiyo, wama shide nisa kwa hii, by the way, changamoto nyingi mm -hmm. dada zetu wanapiga changamoto nyingi sana mm alafu pia kuna wale wenye wana sana ile passion ya kuifanya for long. Unapata mtu anaanza kidogo hivi alafu anapata mme, ah ameshapata hivi <laughs> amekupata kidogo <laughs> ah, huyu anafanya pale suru eh, wacha mimi nikae nyumbani nilee watoto <laughs> alafu kuna wale penye wanajituma lakini wanatumiwa vibaya. mm <laughs> eh, unapata msema mrembo amekuja, <laughs> mm hapa nataka interview, naambia ili mimi nipatie interview bana <laughs> mambo ichemke eh, so pia wanatumiwa vibaya <laughs> alafu napata wanakuwa <laughs> disappointed mm e, kuna wale pia hawawalipi venye inafaa <laughs> mm alafu pia they lack a lot of mentors. Mm -hmm. Alafu najua most ma... wasichana ni mababy girl eh. Mm -hmm. Wanataka kudekezwa nini? Hii Nairobi na hii kazi inafanya usanii ni shamba la mawe. Mm -hmm. Leo unatukanwa, kesho wanaku praise. Kesho kuta wanakutukana tena, hiyo siku nyingine tena wakusifu. Mm -hmm. Na unaendelea nayo lakini wasema bana leo <laughs> ametukanwa hivi amelia, kesho wanasema ai, mimi ni mtaalamu na hii usanii kidogo mm -hmm. amepiga pose eh mm hiyo -hmm. e tu ndio inafanyika na mambo nyingine nyingi zenye wengine wao wanajua mm -hmm. na labda sisi hatujui. Kuna kuna kuna kuna wasanii ambao wanafanya muziki huko nyumbani lakini bado hajatoa kitu. mm -hmm. Eh, like uh, wenye tunaangalia saa hii muziki ni kama biashara yes, eh, yes. Unaweza waongelesha ja wasanii ambao hawajui kwamba like content creation muziki na time saa hii biz yes mm mkono -hmm. um, mtupu haulambwi. <coughs> Eh, sasa wewe una ngoja unasema ni msanii na hujafanya. Fanya bro, hata kama ni mbaya fanya. That is how you learn you learn from your mistakes. Anzia hiyo mbaya improve it, endelea ukikuwa better. Alafu jaribu tena, ujitumetume huko Nairobi tena because unaweza kuwa umekaa hapo nyumbani lakini, tena unajua, Nairobi kishafika, kuna vitu zingine utajifunza vingi sana. Alafu utapata na watu wengi sana utakufunza vitu zingine and then you'll make your craft better yeah.